Tutafakari pamoja asubuhi ya leo kuhusiana na kutembea katika roho. Kutembea katika roho maana yake halisi ni nini? Tunapoenda kutafakari juu ya jambo hili asubuhi ya leo, moja ya jambo ambalo tutaliona, tutaiona tafsiri ya kutembea katika roho, lakini pia tutaona na ni mambo gani yatakayodhihirika kwa mtu ikiwa yeye anatembea katika roho. Kwa somo letu la asubuhi ya leo, ni somo muhimu, lakini ni somo ambalo linamfaa kila mtu ambaye ana shauku ya kumwona Mungu katika maisha yake. Tunaangalia habari za kutembea katika roho, lakini ningependa nikuulize, kabla sijaendelea, ni kwa namna gani unalifahamu suala hili la kutembea katika roho? au unaposikia mtu akisema kwa habari ya kutembea katika roho, ni picha ipi inayojengeka katika akili yako? Ni kitu gani ambacho unakisikia unakifiri, unaposikia mtu akizungumza kwa habari ya kutembea katika roho? Ni nini ambacho unakipata kwa haraka, tunaposema kwa habari ya kutembea katika roho? Inawezekana ndani ya akili ya kwako kuna kitu tayari kinakuwa reflected, unaanza kukifananisha hicho na tafsiri ya kutembea katika roho. Na mwingine kitu ambacho kinaweza kikaja kwa haraka ni labda, anaweza akafananisha kutembea katika roho kama hali ya kutembea katika namna fulani ambayo mwili wako hau hautikisiki kana kwamba unatembea katika hali fulani ya unyenyekevu wa mwili kama vile ambavyo baadhi ya madhehebu yanafundisha, eh, yako madhehebu yanafundisha hata namna kutamka, mtu anapokuwa ameingia katika nyumba ya Bwana, namna ambavyo anatembea, namna ambavyo anazungumza, kuna namna fulani inabadilika, na watu wamekuwa trendy kuweza kuishi namna hiyo. Inawezekana ukisikia kutembea katika roho, hicho ndicho kinachokuja, ile hali ya kutembea katika hali ya unyenyekevu, eh, kutembea katika hali ambayo mwili au ni kama kwamba hautikisiki, unatembea katika hali ya unyenyekevu, kutembea katika roho. Inawezekana hiyo ndio inayokuja kwenye akili yako ukisikia habari za kutembea katika roho. Lakini inawezekana ukisikia habari ya kutembea katika roho uka ukawa ikajengeka uka, uka, picha ndani yako kwamba kuwa mtu ambaye wewe maisha yako yote ni kufunga tu wewe unafunga tu saa zote, wewe umefunga tu, you speak less, unazungumza kidogo, sio mtu unayeongea, hauongei kabisa labda wewe. Hiyo ndiyo picha inayokuja. Kutembea kati hali fulani ambayo unajidhibiti na kuongea katika sauti nyololo, unajua ninataka ufanye hivi. Kutembea katika inawezekana ndiyo picha inaku, lakini je dio→ndio maana ya kutembea katika roho kama vile ambavyo paulo anasema katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya tano ule mstari kumi na sita anasema basi nasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho na roho kushindana na mwili kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayoyataka je anazungumzia hali hiyo nimeizungumza anazungumzia picha hiyo niliyokuonyesha, alikuwa anazungumzia nini? Kutembea katika roho, tafsiri yake ya rahisi sana, kutembea katika roho maana yake ni kuongozwa na roho mtakatifu kutokea katika roho zetu zilizohuishwa. Nataka nianze kufundisha sasa, kutembea katika roho ni kuongozwa na roho Mtakatifu kutokea katika roho zetu zilizohuishwa. Roho zetu zilizohuishwa, ndugu zangu, ukirejea katika, katika kipindi kile cha uumbaji utagundua kwamba kila mwanadamu ana mwili na kila mwanadamu ana roho lakini pia kila mwanadamu ana nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, haleluya. Kila mtu ana mwili, kila mtu ana roho na kila mtu ana nafsi. Sasa Paulo anazungumza anawaambia enendeni katika roho. Kwa asili kila mwanadamu anatembea katika mwili. Kwa asili kila mwanadamu anatembea katika mwili. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili na mstari wa saba, kila mwanadamu kwa asili ana mwili lakini pia ana nafsi na roho, lakini asili hiyo inamuongoza kila mwanadamu kutembea katika mwili. Alipokwisha kuchukua ule udongo na kuufinyanga, kilichotengenezwa ilikuwa ni mwili flesh. mwili mwili ambao ndani yake kuna nafsi. Nafsi inakaa ndani ya mwili kwa Mungu alipokwisha kufinyanga udongo ule, tayari ukapatikana mwili. Na ndio maana mtu anapokufa anazikwa, anarudi kule alikotoka, mwili wake unarudishwa kule ulikotoka, kwenye mavumbi. Haleluya! Sasa alipokwisha kufinyanga ule udongo ukawa ni mwili na ndani ya mwili kuna kitu kinaitwa nafsi. Sasa ule mwili na nafsi vilikuwa haviko hai, ili viwe hai kuna kitu Mungu alifanya, na kitu hicho ilikuwa ni kupulizia pumzi yake, Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Alipokwisha kupilizia nafsi yake katika ule mwili aliyoutengeneza kwa udongo, Biblia inasema kwamba ule mwili ukawa nafsi hai, ukawa nafsi iliyo hai. Ndio mwanadamu akaanza kutembea, mwanadamu akaanza kuwa na hisia na kila kitu mwanadamu. Lakini wakati huo hiyo roho ya mwanadamu ambayo iliingia ndani ya mwili baada ya pumzi ile ya Mungu, ile roho ya mwanadamu ilikuwa hai ikiwa na uhusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu, ile nafsi ikawa hai na roho iliyoingia ndani ya ile nafsi ikawa hai, maanake ikiwa na uhusiano mzuri na Mungu. Ndio maana utaona kilichoendelea baada ya pale, ilikuwa ni utaratibu wa kawaida Mungu kutembea katika bustani ya Edeni pale ambapo mwanadamu alikuwepo, na kila wakati alipokuwa akiingia pale, alikuwa anafanya mazungumzo na mwanadamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye adui akafanya alivyofanya, uharibifu ukaingia, dhambi ikaingia ile hali ya mtu kuwa na uhusiano na Mungu kwa, kwa sababu roho yake ni hai katika mahusiano hayo ikapotea. Ile hali ilipopotea, ndio kwamba mtu akawa hawezi tena kutembea katika roho. Bwana Yesu asifiwe, tena kutembea katika roho, ile hali ilipoondoka, ndio kwamba yule mwanadamu aliyekuwa na uwezo wa kutembea katika roho akawa hawezi tena kutembea katika roho kwa sababu roho yake imekufa. Sasa ili mtu aweze kutembea katika roho leo hii inabidi roho yake, roho yake ihuishwe, itoke katika hali ile ya kufa kuliko anza baada ya dhambi kuingia, irejee katika hali ya awali iliyokuwapo wakati Mungu anamuumba mwanadamu. Mungu alituumba sisi ili tuwe na mahusiano naye, lakini adui alipokuwa amekwisha kumdanganya mwanadamu na dhambi kaingia duniani, ndio kwamba ule uhusiano wetu na Mungu ukapotea. Sasa baada ya hapo ikawa ni kwa, sasa mtu hatembei katika roho tena, bali anatembea katika mwili. Matendo ya mwili ndiyo yanayotangulia. kama wewe unatembea katika mwili, tutaona hapa baadaye kidogo. Kama wewe unatembea katika mwili, maanake ni kwamba Roho Mtakatifu hatakuwa na nafasi katika maisha yako tunataka tusome hapa ambazo hizi ni ishara za mtu anayetembea katika mwili, viashiria kwamba we unatembea katika mwili. Unaweza kuandika viashiria kwamba mtu anatembea katika mwili, viashiria kwamba mtu anatembea katika mwili ni kitabu kile cha Wagalatia sura ya tano kuanzia mstari wa kumi na tisa hadi ule mstari wa ishirini na moja Wagera. Matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo; katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. He was Apostle Paul. Alikuwa ni mtume Paulo, alikuwa anazungumza na, na, na, na kanisa la Galatia. Sasa dhamira yake katika sura hii ya tano ilikuwa ni kuwaonyesha watu vile wanavyotakiwa kuishi na kutembea katika roho. Sasa ili kwamba iwe ni bayana kwao akaamua awaonyeshe mambo ambayo yanapofanyika au mtu anapoyaishi anakuwa anatembea katika mwili. Hii asili inaanza kubadilika pale tunapokubali kumpa Yesu maisha yetu na kumruhusu Roho Mtakatifu achukue nafasi katika maisha yetu, ndiyo hii asili inaondoka. Lakini kabla hatujafanya maamuzi hayo, hii asili inakuwepo na inatawala ndani yetu. Ndio maana unaweza, ni rahisi wewe kujikuta mtu mwenye hasira kila siku, unashangaa muda wote wewe ni mtu umekasirika, na wakati mwingine umekasirika haujui nini kilichokukasirisha, lakini unajihisi tu mtu mwenye hasira that is nature. Which is which replaced with the Holy Spirit, hiyo huwa inaondoka, Roho Mtakatifu anapokuwa ameingia ndani ya mtu. Sasa hapa Paulo alitaja vitu baadhi, anazungumza baadhi ya vitu hapa. Vitu vingine vinafahamika vizuri, lakini vitu vingine katika hali ya kawaida havifahamiki. Anazungumza habari ya uzushi. Unajua uzushi, wewe ukiwa mtu mwenye uzushi, uzushi maanake, wewe hautembei katika roho, unatembea katika uzushi, unazusha zusha mambo kitu akipo na kizusha tu. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. <laughs> Unakuwa na husuda. Jamani, unajua husuda. Hiyo husuda ni nini? Kuna watu wako kanisani miaka mingi, lakini hawajui husuda na unaweza kashangaa wewe, kila siku wewe ni mtu wa husuda <laughs> so, kwa sababu unapenda lakini kwa sababu hujui kwamba that is bad. Husuda ni ile um, eweki sana lakini ni jaribu ni, ni kuelezea um, ile hali ya mtu anaweza kama amefanya kitu, amefanya vizuri, amefanya vizuri halafu wewe unamwangalia haupendezwi na kile alichokifanya. Yani ni kama wivu fulani, lakini huo wivu unaonyesha, unaonekana ndio usuda kwa Kiswahili. Kingine wanatumia kijicho, kumuonea mtu kijicho kumuonea mtu kijicho. Amefanya kitu kizuri, halafu wewe ulikuwa unatamani asifanye, ulitamani, ulikuwa unatamani asifanikiwe kwa kiwango hicho, basi kwa sababu hiyo unamwangalia usuda. Sasa mtu anayefanya vitu kama hivyo, manake mtu ambaye anatembea katika roho hawezi hawezi kuwa na hali ya namna hiyo kwa mafanikio ya mtu Bwana Yesu atusifiwe sana. Atafurahi ukifanikiwa, mimi nafurahi, ukifanya vizuri mimi nafurahi, lakini kama umefanya vizuri afu mimi, kwa nini anaimba vizuri namna hii huyu, namuonea kijicho na husuda? Roho yako kama haijahuishwa, matendo haya ya mwili yatatawala siku zote katika maisha yako. Roho ya Adamu wa pili, Kristo Yesu, haijaingia ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana kanisa. Kwa hiyo utajikuta kila siku wewe unaishi katika matendo haya, lakini ukimkabidhi Yesu maisha yako, maanake ile roho ya Adamu wa kwanza inaondoka, inaingia roho ya Adamu wa pili, maana Yesu anakuwa hai ndani yako, ndio utaanza kutembea katika roho. Ishara ya kwamba mtu anatembea katika roho, tuangalia ishara za mtu ambaye anatembea katika roho, halafu niwe nimemaliza ni kuache kwa amani. Ishara kwamba mtu anatembea katika roho, mambo yatakayoonekana endapo mtu anatembea katika roho. Mambo haya yataonekana kwa dhahiri, hautahitaji kuyatafuta, yatakuwapo automatically ndani yako, hautajilazimisha kuwa nayo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 Matendo haya au mambo haya yanatanabaisha, yanaweka bayana, yanathibitisha kwamba mtu anatembea katika roho. Sasa haya mambo kibibilia yanaitwa tunda la Roho Mtakatifu. Kibibilia yanaitwa hivyo. Sasa matunda huwa ni matokeo. Kwa mfano, ukipanda mwembe Unapopanda mwembe unachokuwa unataka sio kupanda mwembe, ila unapopanda mwembe unataka matunda. Ni kweli, mwembe utakapoota utafurahi, na kadhalika na vile, lakini kitakachokufurahisha at the end of the day kitakachokufurahisha ni utakapoanza kuchuma matunda ya maembe hayo. Mambo uki, ukijikuta yapo, ukijikuta una upendo ndani yako yaani una nini, una upendo sio, <coughs> eros sio eros, sio filia, sio storge, una agape love, upendo wa agape. Unao right? Unajua upendo umegawanyika, hayo mambo nilikuwa nataja matatu au imetangulia, ni aina za upendo. Lakini ukiwa na aina hizo za upendo usije ukafurahi. Kwa mfano, ukiwa na upendo wa, wa eros usijisifu, usifurahi. Huo ni upendo wa kimwili ambao mtu anakuwa nao kwa sababu ya tamaa zake, eros love. Na mara nyingi sana upendo huo unahusika sana katika mambo aa, ya mahusiano ya kimapenzi ya eros. Ukiwa na upendo huo usiji ukasema kwamba mimi natembea katika roho. No. That love will direct you to walk in, the, in the fresh. Ukiwa na upendo wa aina hiyo utakusukuma kutembea katika mwili na utakuwa mtumwa wa yale matendo ya mwili hasa lile la kwanza ambalo Paulo anataja hapa, uasherati. Na ukiwa na storge, ukiwa na upendo wa aina ile ya storge, usiji. Siku moja nitafundisha ile somo vizuri, nifafanue vizuri mambo haya. Lakini ukiwa na upendo ule wa stonj, pia usifurahi ukasema kwamba ah, mimi natembea katika. Kwa sababu upendo wa stonj, ni upendo ambao unakuwepo ndani yako kwa, kwa sababu kadhaa. Kwa mfano upendo wa stonj, ni aina ya upendo ambao mtu anakuwa nao juu ya watu ambao ana mahusiano nao. That means, kama utakuwa na upendo juu ya watoto wako au juu ya mume wako, mke wako, una upendo juu ya ndugu zako una upendo juu ya watu hawa ambao huwa unakutana nao hapa. But you don't have, una upendo juu ya watu walioko nje na watu wengine ambao huna uhusiano nao. You are not walking the spirit. Hautembei katika roho. Maana huo ni upendo ambao hata wanyama wanao. Bwana Yesu atusaidie sana watu wa Mungu. Wewe haujawahi kuona ukikamata uki kifaranga cha kuku, mama yake anakuja kukushambulia wewe. Kwa nini afanya vile? Ni upendo, anampenda yule kifaranga wa, lakini inaweza ikawepo jogopo hapa pembeni ukaua kile kifaranga, lenyewe linaendana na shughuli zake Halis. alisikia upendo juu ya kile kifaranga kwa sababu hakuna uhusiano na kile hakuna uhusiano wowote. Sasa ukiwa na upendo wa namna hii, unajisikia unapenda watoto wako just because ni watoto wako tu, halafu huwezi kuwapenda watu wengine, maana yake utembee katika roho. Lakini ukifika pointi ambayo unampenda mtu bila sababu, hajakupa hela wala utegemee kwamba atakusaidia chochote, lakini unajisikia kumpenda, that means you are working the spirit. Bwana Yesu asiwe sana na hapa. Paulo alipokuwa anasema kwa kwa kwamba tunda la Roho alipoanza akasema aka upendo, alikuwa anazungumzia ile hali ya kutokuwa na ubinafsi. Jambo la pili analisema, anasema furaha. Kuna lingine amesema pale, furaha. Kuna nataka nifafanue tu mambo machache hapa, alafu nimalize. Nataka pia nifafanue jambo hili la furaha Nalo anasema ni tunda la roho. Mtu mwenye furaha ni ishara kwamba anatembea katika roho. You know why? Hebu mwambie mwenzako, you know why, unajua kwa nini? Ni kwa sababu maisha yetu tunayoishi kila siku kuna vitu vingi sana vinavyoondoa furaha ndani yetu. Am I. Kuna vitu vingi sana vinavyoondoa furaha katika maisha yetu, viko vingi. Kwenye biashara zako, anakuja mtu anauliza bei halafu anaondoka hajanunua, hajasema nipunguzie, hajafanya chochote. Bei ameondoka zake, ameuliza bei ameondoka zake, ameonaje? Imekuwaje? Na na nini, furaha yako imeondoka. Au ni mambo madogo madogo, lakini kuna ali mengine tunaambiwaga, sasa wewe vipi bwana, mtu mwenyewe kwa hiyo tunazungukwa na vitu vingi vingi ambavyo vinaondoa furaha. Sasa tukiamua kutembea kama watu tusio na furaha, ndio kwamba hatembei katika. Hii sasa tuweze kuwa na furaha, ndio inabidi Roho Mtakatifu aingie ndani yetu ili ayachukue yale yanayoondoa furaha. Sasa na hiyo furaha siyo furaha ile ya nje. You know sometimes somebody can pretend that he has joy unaweza ukajikuta ana, ana, ana, ana, kana kwamba ana furaha anajichekesha ana, ana, ili watu waone kwamba huyu mtu ana furaha, siyo. Paulo anazungumzia, hiyo ambayo anazungumzia, anazungumzia furaha ya ndani, yani furaha ya ndani ambayo ni kwa ajili yako, sio kwa ajili ya watu wanaokuzunguka. Ah, Helman, ana, cheka, cheka wewe. Nini, nini? Ah ana au anazungumzia furaha ya ndani ambayo tanzia ndani halafu taonekana kwa nje. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya watu wa Mungu. Sasa ukitembea katika furaha ya namna hiyo, ndio kwamba wewe unatembea katika roho. Maana yake hata yale mambo yanayotuzunguka mengi yanayoondoa furaha yetu hayataweza kuondolea furaha yako, kwa sababu yakija kija, yata ya ya bounce kwenye furaha nyingi ambayo imeletwa na Roho Mtakatifu, yakija yana bounce yanarudi kwao. Tunakutendelea vibaya, wewe unazidi kuwa na amani Ukifika kwenye hiyo point ah, wewe unakuwa raha unakuwa una hauna kitu cha kukwaza, and that is my prayer. And that is my how I try to live. Ukianza kuharibika ndani huku, nje utachaka. Anasema joy furaha. Ah, furaha ni jambo la muhimu sana, ile furaha ya ndani kabisa. Lakini jambo lingine la mwisho ambalo ningependa nilifafanue katika ile matunda tisa au katika lile tunda la Roho ambalo linataja mambo tisa, jambo lingine ambalo ningependa nifanue ni swala hili la uvumilivu. Uvumilivu eh, ashe uvumilivu, ili ni jambo ambalo pia nalo nilifafanue kidogo. Baadhi ya watu sio wavumilivu, baadhi ya watu sio vumilivu, na wengine ni wavumilivu, lakini ule wakati wanaokuwa wanavumilia, ukikaa nao karibu, wanaweza wakakujeruhi. <coughs> Ule wakati wanaovumilia mambo ya kae, sawa? Sio oh, watu tena. They are totally changed anavumilia anavumilia, ndio, lakini haongei na mtu haongei na mtu huo. Ah, oh, sio vumilivu. Bwana Yesu, tusalie sana watu wa Mungu. Unasubiri mambo ya kae sawa, unasubiri labda pesa ipatikane ili upewe, upate kitu ambacho ulikuwa umeomba lako ule wakati unaosubiria, unaovumilia, unaosubiria, sasa uongee na mama yako, uongee na baba yako, hakuna mtu anaongea naye kisa unasubiriuo. Ah, sio uvumilivu. Uvumilivu ambao Paulo anazungumza hapa kama tunda la Roho na ambao ni ishara ya mtu kwamba anatembea katika roho ni ile hali nzuri ambayo mtu anakuwa nayo wakati anavumilia hujapata unachokitaka, lakini bado una furaha, bado unaongea na watu vizuri, bado unatekeleza majukumu yako vizuri, wakati unavumilia au unasubiri kupokea kile unachokitaka. Ndio uvumilivu. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaumwa kwa mfano, unaumwa. Unapokuwa unaumwa, unahitaji uvumilivu, kwa sababu kabla hujapona utakuwa na maumivu, utakuwa na mateso, unatakiwa uwe na uvumilivu katika hali ile. Sasa sio sasa, wakati huo wewe unamchukia kila mtu, unamlalamikia kila mtu, unamtukana kila mtu, unalalamika. Ah, manake wewe hapo umeshindwa kuwa mvumilivu. Kuwa mvumilivu ni unapitia katika hali kama hiyo, lakini bado una matumaini. Haleluya! una furaha, una amani na watu, hata wale una, una, una ulifikiri kwamba walipaswa kufanya kitu kwa ajili yako na hawajafanya bado, unawachukulia vizuri, hata kama uko katika hali kama hiyo, maanake wewe unatembea katika, umevuka katika kutembea katika mwili, unatembea katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nimalizie kwa kukuuliza swali katika eneo hili la uvumilivu, wewe ni mvumilivu kwa kiasi gani? Najua huu unapitia kwenye changamoto, unapitia kwenye matatizo, kuna wakati unapita kwenye hali ngumu. Wewe ni mvumilivu kwa kiasi gani?